Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, taifa la Mungu, leo tunaenda kutafakari masomo ya Jumapili ya ishirini na nane mwaka chee. Karibuni sana, tutembee pamoja katika mwaka huu wa matumaini, mahujaji wa matumaini elfu mbili na ishirini na tano na masomo yetu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya tano mstari wa kumi na nne hadi wa kumi na saba na somo la pili linatoka katika waraka wa pili kwa Timotheo sura ya pili mstari wa nane hadi wa kumi na tatu na somo la injili linatoka katika injili ya Luka sura ya kumi na saba mstari wa kumi na moja hadi wa kumi na tisa ninaenda kusoma injili somo katika injili ilivyoandikwa na mtakatifu Luka sura ya kumi na saba sura ya kumi na moja hadi wa kumi na tisa Yesu alipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya, na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu kumi wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, e, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajioneshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika, na mmoja wao alipoona kwamba amepona alirudi, huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu, akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru; naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakasa wote kumi wale? Kenda wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka enenda zako, imani yako imekuokoa. Ndilo neno la Bwana. Sifa kwako Ee Kristo. Ndugu zangu wapendwa, siku moja kulikuwa na mtoto mmoja, alianguka katika mto wa maji. Kwa nasibu akatokea mtu mmoja Msamaria mwema hapo akamfuata kwenye maji akamwokoa huyo mtoto akambariki yule mtoto. Siku nyingine akarudi tena pale kwenye huo mto, yule aliyemwokoa akamkuta pale akamwambia, mtoto umerudi tena hapa papa, unatafuta nini? Usije ukaumia. Akamwambia, nimerudi kuja kukushukuru. Aliporudi kuja kushukuru ni ishara ya imani aliyeponywa akarudi kuja kumshukuru, na akasema hakuna Mungu katika Israeli isipokuwa Mungu wa nabii Elisha. Wapendwa, tunaambiwa tushukuru, tusikufuru. Tushukuru kwa mema Mungu anatujalia hasa katika maisha yetu ya kiroho na kimwili. Naamani aliponywa mara mbili, hakuponywa tu ngozi iliyokuwa na ukoma, bali aliponywa katika miungu yake iliyokuwa inaitwa Rimoni, miungu ya moto aliyokuwa anaiabudu, akitegemea katika kila jambo. Naamani alikuwa ni mtu mwenye cheo, ni kama jemedari wa vita na alishindana Waashuru wa hata alikuwa karibu na kila kitu katika maisha yake, cheo, mali na kitu kimoja tu kilikosekana kwa Naamani, ambacho kisingeweza kusaidiwa bila neema ya Mungu. Na Namani anapoambiwa na mfanyakazi wake, nenda kwa yule mtu wa Mungu, anasema mito ya pari na parapana si ni mkubwa kuliko mto Yordani? Aliona kama mto Yordani maji yake ni machache kuliko hapana na paripari. Lakini mfanyakazi wake akamwambia nenda tu mheshimiwa. Akatii mfanyakazi aliyemwajiri na akaenda akakutana na mkono wa Mungu kupitia nabii Elisha ambaye alimponya akimwambia kajitose mara saba katika mto Yordani. Ndugu zangu wapendwa, watu tunaokutana nao katika maisha yetu wanaweza wakawa ni wakala wa Mungu. Hata yule mfanyakazi wa kawaida kabisa kama house girl anayefanya kazi, neno lake lilimhamasisha Naamani mwenye cheo kikubwa vile kwenda kwa mtumishi wa Mungu, na Mungu akajitukuza. Lakini zaidi sana tunaona Naamani ni mtu wa shukrani, vile amechukua nyumbu kama karibu tani tano za lori, anapeleka udongo kwa ajili ya kujenga altare ya Bwana. Hata hivyo nabii Elisha anamwambia sitaipokea, naye akadhamiria kujenga hiyo altare. Maana anasema nabii wa Mungu ametumika kwa kutoa neema za Mungu bure, na ikitokea ni shukrani wajenge nyumba ya Mungu. Ndugu zangu wapendwa, katika injili hii ya leo tunaona huyu mkoma Msamaria anarudi kwa Yesu baada ya kumwambia akajionyeshe kwa makuhani. Katika kitabu cha Walawi sura kumi na nne mstari wa kwanza hadi wa tano, anasema kila mkoma alipaswa kwenda kujionyesha kwa makuhani kama amepona na atapewa certificate ili arudi kwenye jumuiya. Mtu anapoponywa dhambi na ambayo ni ugonjwa mkubwa kuliko hata ugonjwa wa mwili padre anamwondolea dhambi kwa niaba ya kanisa na anarudi tena katika jumuiya, katika uhusiano na kanisa na katika uhusiano na Mungu. Msamaria huyu naye, kama tunavyojua, walikuwa hawaelewani na Waisraeli, walilivunja hekalu kwa ikaenua majeraha ya ndani kwa Waisraeli kiasi kwamba wakisikia juu ya habari za Msamaria wanataka kuziba masikio, na ndio maana huyu anaitwa mwema tofauti na Wasamaria kwa sababu amekuwa ni Msamaria yule aliyelibomoa kanisa lakini mshukuru, anaenda, anaenda ana kisifa cha mwema, anakwenda kumshukuru, anaenda huyu msamaria anaenda kumshukuru, na anamshukuru hata kabla hajapona, na anapona mara mbili, anaambia enenda zako, imani yako imekupona. Amepona si tu ngozi, amepona si tu ukoma, bali amepona kwa kupata utakatifu, wokovu, hata akiwa hai hapa duniani. Wapendwa katika Kristo, inashangaza mkoma huyu. Tutaweza kujiuliza, je, hakuvunja sheria wakati amwambiwa katika Walawi kumi na nne mstari wa kwanza hadi wa tano akajionyesha kwanza kwa makuhani ndio arudi? Lakini watu wanasema katika kushukuru, mtu anaweza akavuka hata sheria, emergency haina taratibu. Amerudi kushukuru, alivyofurahi kwamba Mungu amekutana naye kabla hajapata hiyo certificate. Sisi je, tujiulize, tunamshukuru Mungu kwa mema mengi aliyotujalia? tunashukuru kwa afya tuliyojaliwa, tunamshukuru Mungu kwa kazi tuliyojaliwa, tunashukuru Mungu kwa wengine walio na familia, tunashukuru Mungu kwa mahusiano mema na hasa imani tuliyonayo. Kama maujaji wa matumaini, tutembee katika matumaini, hasa katika mwaka huu, mwaka wa maujaji wa matumaini, kwa sababu mbele kuna kitu kizuri zaidi. Ni wasafiri, lakini walio na kitu kinachokuja kilicho kizuri, tunatamkia baraka Hasa mwaka huu wa jubilei, siku zijazo zikawe za baraka kuliko zilizopita. Tukimshukuru Mungu tunaomba tena, tukimshukuru Mungu hasa tunapoenda kuelekea Krismasi tunaomba tena neema zake, masia aje kwa baraka nyingi zaidi. Tuanze mapema, tusipange kukosa. Tushukuru hata wale waliotusaidia, ambao wametumika kama yule mfanyakazi wana amani. Tushukuru kwa Yesu ambaye ametuponya na ambaye ataendelea kutenda mema katika maisha yetu. Kulikuwa na mtu mmoja alikuwa amekaa kwenye gorofa hapo, akawa anamrushia mwenzake noti noti, fedha za noti, na yule akawa anaziokota, lakini atizami juu. Akaendelea kurusha hela nyingi tu, lakini yule hajatizama juu kabisa. Ndipo akaanza kurusha sarafu, ilivyomgusa kwenye masikio akashtuka, akaangalia juu, akaona mfadhili wake. Mfadhili wake alikuwa ni yule aliyempa Noti kubwa, kubwa. Hata sisi Mungu anatupa mambo makubwa makubwa, tuangalie juu, tuangalie juu. Tukiwa tumefufuliwa pamoja na Kristo, tupanie mambo ya juu, katika Kolosai tatu, sura ya kwanza tano, ambako ndiko zinatoka baraka, ambako ndiko zinatoka uzima, kwa sababu anasema Yesu, njoo kwa Yesu ako na uzima, njoo kwa Yesu ako na baraka tele, akapata kutujalia hizi baraka, maana mwenyewe ndio ametukomboa, ametuelekea kila kilichosema katika maisha yetu, tunayesoma kwamba bila yeye katika Yohana kumi na tano mstari mstari wa tano hatuwezi lolote, lakini pamoja naye mambo hata magumu yanawezekana. Tuendelee kumwomba hasa, tunapoelekea katika kuomba tumalize hii jubilei Januari sita mwakani, kama Mungu atatuacha hai, tuweze kweli kumtukuza kwa mema mengi anayoendelea kutujalia. Mungu anataka hata tunapoadhimisha misa ni kurudi nyuma, kama yule mtoto alirudi nyuma, kama huyu Msamaria alirudi nyuma, na Naamani alirudi nyuma. Katika Ekaristi tunapoadhimisha misa ambayo ni kiini na kilele cha maisha ya Mkristo, tunarudi nyuma kushukuru, katika neno lile la Kigiriki linaloitwa eukaristia, eukaristen, maanake ni kushukuru. Ndio maana Yesu alipochukua ule mkate akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema twaeni, mle nyote, huu ndio mwili wangu. Alianza na neno akashukuru, kabla hata kumega. Alianza na neno akashukuru, kabla ajawapa wafuasi wake, kwa sababu ekaristi ni shukrani. Ekaristi ni shukrani ya pekee sana. Kila tu anapomwangalia Yesu juu, na padri anaposema inueni mioyo, maanake tunainua mioyo yetu kwenye ile sala ya utangulizi kumshukuru Yesu ambaye padri ataenda kugeuza mkate kuwa mwili wa Yesu na ataenda kugeuza divai kuwa damu ya Yesu. Katika mtaguso wa pili wa Vatikano Presbyterorum Ordinis namba 11, inasema Ekaristi ni kiini na kilele cha maisha ya Mkristo. Ndio maana tunaambiwa na mapadri wanaoadhimisha au maaskofu tuinue mioyo kwa Mungu, tuinue mioyo ya shukrani, tuinue mioyo ya kusema asante Yesu, sifa kwa Yesu, asante Mungu, sifa kwa Mungu. Baba mtakatifu Francisco wakati akiwa hai, Mungu amweke mahali pema peponi, aliwahi kusema kwa Mungu inabidi kusema maneno matatu: tumshukuru grasie tushukuru, na pia asante. Tunaposema tushukuru, ni asante, lakini pia tumwombe ruhusa permesso, tumwombe ruhusa na pia tumwombe msamaha pale tulipomkosea, tukisema skuza, kwamba tunaomba msamaha endapo tumekosea kukushukuru Baba kwa vile ulivyotubariki. tume, pengine tumejisahau kukushukuru, tunakuja na shukrani zetu Askofu moja kiamani alizoea kusema ile Zaburi ya tisini na mbili inasema, ni neno jema kukushukuru, ni neno jema kukushukuru. mm -hmm. Kumbe tunaposhukuru katika hiyo Zaburi ya tisini na mbili tunakumbuka, tunafanana na Naamani, tunafanana na huyu Samaria ambaye amepan, amependa kuja kumshukuru Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu akapata kukunjua mkono wake, Mungu akapata kutubariki nikiwezekana akipendezwa, akujali neema ya maisha marefu, tupate kumtumikia yeye na kuwahudumia binadamu wenzetu, kuhudumia hata wale ambao hawajitofautisha kulia kushoto, wapate kubarikiwa katika maisha yao, na kuleta amani na kuleta matumaini, tunapotembea kwa matumaini katika mwaka huu mtakatifu wa jubilei. Tumsifu Yesu Kristo.